Rais William Ruto amewarai wawekezaji wa Uingereza wakiwekeza humu nchini akisema kuwa Kenya ni kitovu cha masuala ya kidijitali. Wakati huo huo viongozi walioandamana naye wameshikilia kuwa wakiongeza, samahani, viongozi walioandamana naye wameshikilia kauli hiyo wakiongeza kuwa Kenya ni lango kuu kwa bidhaa zinazoingia Afrika. Aidha, Rais Ruto amesisitiza kuwa wanatarajia kubuni takriban ajira milioni moja za mitandaoni kutokana na jitihada walizoweza kuwekeza katika mifumo ya kidijitali. Rais William Ruto anapoendeleza ziara yake katika taifa la Uingereza. <laughs> Ziara hii imempa nafasi mura ya kuwashawishi wawekezaji kutoka taifa hilo kuwekeza nchini. Akibaini kuwa Kenya imewekeza zaidi katika mifumo ya kidijitali na wanatarajiwa kubuni nafasi milioni moja za ajira ya mitandaoni. Wawekezaji pia wameraiwa kuzingatia sana kuwekeza nchini kwani Kenya ni nchi salama na ni mojawapo ya malango ya kuingiza bidhaa katika bara la Afrika you in Katika sekta ya kibiashara Rais Ruto amebaini kuwa biashara kati ya taifa la Uingereza na Kenya imeimarika kwani kufikia sasa Kenya inauza bidhaa nyingi katika taifa hilo na pia kuagiza bidhaa kutoka Uingereza. Total trade between Kenya and the UK reached sterling pounds 1.8 billion with Kenya exporting 1.1 billion and importing goods worth sterling pounds 778 million favoring Kenya with a positive balance of trade and a 10% growth